YouTuber mkubwa huko nchini Nigeria ameweza kukiri kwa kinywa chake mwenyewe akisema ya kwamba Diamond Platnumz ni tajiri kuzidi Davido, Wizkid pamoja na Burna Boy wote kwa pamoja. Kupitia hapa video ambayo nimekuwekea subtitle utaweza kuitazama hapo mwishoni baada ya mimi kuongea maneno haya. Na mimi nitaenda kufanya ama kunukuu kwa kuongea kwa lugha ya Kiswahili, pengine wewe ambaye haujui lugha ya Kiingereza na kufanyia unafuu. Lakini baada ya hapo, wewe ambaye unajiona kwa competent sana katika lugha ya kimombo ya ama Kiingereza, japo kiingereza hichi ambacho amekiongea YouTuber huyu ni kiingereza cha huko Nigeria, kiingereza ambacho kinachanganya lugha ya kikwao kidogo, lakini kinaeleweka. YouTuber huyu aliweza kusema kwamba Diamond Platinumz ni tajiri kuzidi Wizkid, Burna Boy pamoja na Davido, ambapo na hili kata lithibitisha baada ya Damo Platnumz kwenda katika harusi ya Jux pamoja na pric na kutunza pesa nyingi, ambazo hizo pesa alizigeuza katika pesa ya huko nchini mwao Nigeria, pesa ambayo inaitwa Naira. Sasa kwa pesa ambazo alizituza huko nchini Nigeria, ikumbukwe kwamba Naira ni kubwa kuzidi pesa Tanzania, yani thamani ya pesa Nigeria ni kubwa kuzidi thamani ya Tanzania. Lakini angalia hivyo vibunda ambavyo alienda navyo na akamtunza Juksi, ilikuwa ni pesa nyingi kwa kweli. Hilo ameweza kulithibitisha YouTuber huyu, lakini pia aliweza kuzungumzia swala jingine la uvaaji. Aliweza kusema kwamba wasanii wa huko nchini mwao Nigeria wamekuwa kifeki sana maisha yale meno ya bandia ya goldi pamoja na silver ambao wamekuwa wakiavaa wasanii wa huko kwao ni feki tupu, lakini ukija katika upande wa Diamond Platinum amekuwa kivaa vitu original vyenye gharama kubwa. Kitu kingine ambacho alikiangazia aliweza kusema kukumbushia ile show ambayo walienda kwa tajiri mmoja mkubwa huko nchini Ghana, ambapo Diamond Platnumz pamoja na Davido waliitwa katika stage moja, lakini wakati huo Davido amelipwa pesa ndogo, ikiwa Diamond amelipwa pesa kubwa. Hilo pia ameweza kulitolea ushahidi YouTuber huyu akiendelea kusema kwamba huku wasanii wa East Africa yani Afrika Mashariki, anawapa saluti yani anaamini wao ni wakubwa kuliko wasanii wa huku Nigeria. Ameweza sana kuongea mambo mengi ya YouTube huyu nitakuachia aweze kumsikiliza, lakini baada ya hapo utaweza kushusha komenti yako. Unalionaje ile hapa jambo kwa upande wako? Je, ni kweli Diamond Platnumz ana pesa kuzidi Davido, Burna Boy ambaye tayari ameweza kuchukua tuzo za Grammy Awards, tuzo ambazo ni kubwa sana duniani